Maelfu zaidi ya watu elfu moja wameandamana katika jiji la London wakipinga kuweza e, kutembelewa na rais wa Marekani Donald Trump, baada ya kuwa ni ziara yake ya pili toka ziara yake ya kwanza mwaka elfu mbili na kumi na tisa ambapo Donald Trump alitembelea nchini Uingereza, lakini sasa elfu mbili na ishirini na tano ni mara yake ya pili. Sasa uandamanaji zaidi ya elfu moja Wamekusanyika barabarani katika eneo la Parliament Square wakipinga ujio wa Donald Trump kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ujio wa Donald Trump wanaopinga kutokana na Donald Trump inasemekana kwamba anaendelea kuuzia kwa silaha eh, Israeli, ndio maana vita haviishi kati ya Palestina na Israeli, lakini sababu ya pili ni kwamba Donald Trump ameshiriki au anaendeleza vitendo vya ubaguzi wa rangi, yani watu weusi dhidi ya watu weupe, lakini pia watu kutokea nchi mbalimbali kama vile eh, Ukraine na nchi zingine za Kiarabu. Sasa sababu nyingine ya tatu imekuwa eh, ni kwamba ni kauli za vitisho za nchi nyingine dhidi ya Marekani zinazotoka kwa rais la Donald Trump. Sasa watu wameamua kuandamana katika jiji la London ili kuweza kupinga ujio huo wa Donald Trump baada ya kuwasili eh, kuweza kukutana na mfalme wa Uingereza. Nini maoni yako kuhusiana na tukio hili? Kwa sababu rais wa Marekani inasemekana kuwa ndo rais mwenye nguvu kuliko marais wote. Sasa kama anapingana na waandamanaji zaidi ya elfu kumi au elfu moja inaleta taswira gani? Dodosha maoni yako katika comment section kwa taarifa hizi za kimataifa. Bye, bye.